Amma baadu fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nijiwe tu kumshukuru Allah azza wa Jalla ambaye kwanza, Allah kwa ihsani yake kubwa kabisa ametujalia kuwepo mpaka dakika hii, tupo hai, tuwazima, tunapumua. Ni jambo kubwa mno la kumshukuru Allah subhanahu wataala. Lakini la pili, Allah subhanahu wataala ametujalia sisi kwamba pumzi yetu tunaipitisha, tuna katika hali ya kuwa tupo Waislamu, tumejisalimisha katika Uislamu ni jambo kubwa na ni neema kubwa mno ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Kwani wapo watu mpaka sasa hivi pumzi zao wanapumua, lakini katika dini nyingine ambayo si dini ya Uislamu. Lakini jambo la tatu, tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia kwamba tunaufanyia kazi Uislamu, pamoja na kwamba si vile ambavyo inavyotakiwa katika kiwango kinachotakiwa, lakini walau kwamba tunaswali, tunafunga mwezi wa Ramadhani. Mashallah, Ramadhani tumemaliza si muda mrefu kufunga lakini alhamdulillah tunasoma Qur'ani japokuwa kwa uchache, ili ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile wanazuoni salafu saleh wanatuambia annasu kulluhum halaku, watu wote wameangamia isipokuwa watu wenye ilmu pekee yao, yaani watu ambao wenye ilmu ndio ambao hawajaangamia. Na watu ambao wenye ilmu pia vilevile wameangamia vile isipokuwa wale ambao wenye kuifanyia kazi anaendelea kutuambia walamiluna kulluhum halaku illa almukhlisina, na wale ambao wenye kuifanyia kazi ilmu ilmu pia vile vile wameangamia isipokuwa wale ambao wenye kuifanyia kazi kwa ikhlas, wakajua kwamba tunafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atufanyi kwa ajili ya kujionesha wala kwa ajili ya kutaka watu wengine kwamba watujue kwamba sisi tunajua, tunajua tunasoma tunanene. Kwa hivyo haya yote matatu ni muhimu. Kuwa na ilmu ni muhimu. Ni lazima kwamba watu tusome, kila mmoja katika sisi lazima asome. Lakini pia vile vile, kuifanyia kazi ilimu, ni lazima. Hamna mtu atakayesamehewa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama kwamba hajui, kwamba mimi bwana nilikuwa si swali, nilikuwa sijui. Hamna msamaha huo. Au nilikuwa sifungi, nilikuwa sijui. Msamaha huo hamna. Lazima mtu aifanyie kazi ilimu. Kwa hivyo ili kama ni lazima, ni lazima mtu kuifanyia kazi ilimu, kwa hivyo ni lazima asome lakini pia vilevile na swala la ikhlas lazima mtu afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Ama mada yangu onwani ambayo nimepanga kuizungumza leo ni al-amalu ala mujahadati nafsi liyastaqima ala amri Allah subhanahu wa Ta'ala. Ni juu yetu sisi kwamba kila mmoja katika sisi Waislamu tunataka tu, tu, tu, tu siku ya kiyama tukakutane na Allah subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa mali yetu ni iwe ni yenye kuridhiwa, sawa. Ni juu yetu kwamba kila mmoja katika sisi anataka akakutane na Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa ana amali ambayo inakubaliwa. Na anazoona anatuambia, tarjun najata, wala mtasluku masalika, inna safinata la tajri ala alyabas. Hivi unataraji uongofu hali ya kuwa hujapita njia za uongofu? Njia za uongofu shambwa ni hizi hapa, lakini wewe ukapita njia zingine, alafu unataraji uongoke? Si jambo la, la, la kweli kabisa. Hakika jahazi haipiti nchikavu. Kwa hivyo ikiwa sisi tunataka sisi tuongoke tukutane na Allah subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa tuna amali yenye kukubaliwa yenye kurithiwa, ni lazima tufanye jihadi nafsi, tuilazimishe nafsi katika yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyoamrisha. Na nafsi wanazoona wamefananisha nafsu katifli, nafsi ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo intaturuka, ukiwa utamwacha mtoto shaba la hubi radha atakuwa hali ya kuwa anapenda kunyonya saa zote, atakuwa anataka anyonye tu, lakini kama mtoto utamlazimisha aache, akifika miaka miwili ukamlazimisha kwamba unamwachiza aache kwa nguvu, basi yule mtoto ataacha kunyonya. Na nafsi ndio hivyo hivyo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anatuambia ndani ya Kurani, inna nafsa la mara, la amaratun bisui, nafsi kazi yake Muda wote huwa inaamrisha na mabaya tu kwamba saa zote mtu nafsi namwamrisha mabaya; si kirahisi mtu nafsi kamwamrisha mema. Saa zote mtu nafsi namwamrisha atafute wanawake kazini, anaende agaibe, adhulumu, afanye hiki, afanye hiki. Nafsi ambayo inaamrisha mabaya, kwa sababu nafsi kazi yake ni ukorofi. Kwa hivyo kama hatujailazimisha ile nafsi, tukailazimisha kwa nguvu kwamba ifanye mema, nafsi haifanyi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani baada, audhu billahi minash shaitani rrajim walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wale ambao watafanya juhudi katika sisi, juhudi ya maksudi ya kuilazimisha nafsi katika kufanya matendo mema, basi hao tutawaongoza katika njia zetu. Allah hawezi kutuongoza sisi katika njia Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah hawezi kuwabadilishia watu waliokuwa nayo ile hali ambayo walikuwa nayo mpaka wao wenyewe wawe tayari kubadilika katika nafsi zao. Ikiwa mtu yuko tayari mwenyewe kubadilika katika nafsi yake, ndipo Allah Subhanahu wa Ta'ala atambadilisha. Lakini kama hayuko tayari kubadilika katika nafsi yake, Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi akambadilisha hata siku moja. Kwa hivyo, kubadilika kwenyewe kwanza. Ni kwamba lazima ajue kwamba mimi nafsi yangu nataka nibadilike, mimi ni lazimishe nafsi yangu katika kufanya matendo mema. Si mtu ambaye hamna mtu anayependa kukaa msikitini akakaa tahajudi akafanya ibada usiku mzima mpaka asubuhi, si kirahisi. Hata ukiwa kusanya watu katika msikiti ukawaweka wafanye ibada, basi mtu kidogo tu mtu kashachoka tayari, si kirahisi. Mtu ukamweka saa zote akawa anafanya anajilazimisha kufanya kheri. Na hata wanafunzi, si kirahisi kwamba mwanafunzi akawa anapenda mwenyewe nafsi yake kufanya, kufanya kheri, lazima ailazimishe nafsi yake. Kama mimi nataka nisome, lazima niilazimishe nafsi yangu ndiyo ikubali kusoma, lakini kama sitoilazimisha nafsi yangu, haiwezi ikakubali kusoma. Lazima niilazimishe, niishike ni mkono hasa niilazimishe sasa katika kuilazimisha nafsi kuna njia zake, hatutozitaja zote kutokana na muda, lakini tutataja baadhi ya njia hizo, ili tuweze kuzipita njia hizo, ili iwe ni sababu ya sisi kuweza kuibadilisha nafsi yetu. Miongoni mwa kwanza, kabla hatujafika katika njia hizo, ni kwamba mtu anatakiwa atambue kwamba nafsi ina maadui, na adui namba moja wa nafsi ni nafsi yenyewe. Adui namba moja wa nafsi ni hiyo nafsi yenyewe ndio adui namba moja. Adui namba mbili ni shaitani. Allah anasema: inna shaitana lakum aduwwun fatakhidhuhu aduwwa. Hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, basi mfanyeni kuwa ni adui. Shaitani ana, anaifanyia waswasa, ana, anailaghawi, ana, anaifanyia upotevu sababu shaitani tayari amekwisha ahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwamba atafanya vyovyote kwamba ataipoteza ata nafsi isipokuwa wale wachache ambao Allah Subhana wa Taala illa man rahim Allah ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu, amewachagua kwamba hawa na shetani hawezi kuwapoteza, lakini shetani ameapa. Kwa hivyo ndio adui namba mbili. Ama adui namba tatu ni alhawa, matamanio. Matamanio, alhawa alati fi nafsi, matamanio ambayo yapo ndani ya nafsi. Huyu ni adui namba tatu, anatakiwa apigane naye adui huyu, ahakikishe kwamba adui huyu anamng'oa katika nafsi ili kuweza kuirekebisha na kuitengeneza nafsi, kwa sababu matamanio huwa wanazoona wanatambia, maana matamanio maana yake ni alhubbu walbughdhu alati fi nafsi, kupenda na kuchukia ambako kuko katika nafsi. Watu wengi wanafikiria kutamani maana yake ni kupenda, lakini kutamani ni kupenda na kuchukia pia. Huenda matamanio yako yakakupelekea kupenda, haijalishi kwamba hicho nachokipenda ni kizuri au kibaya, na huenda matamanio yako yakakupelekea kuchukia haijalishi kile ambacho unachokichukia ni kizuri au ni kibaya. Nafsi yako tuna matamanio yanakupelekea kukichukua kila kitu. Sasa ili uweze kuongoka, ni kwamba lazima ma, nafsi yangu mimi matamanio yangu mimi yananipelekea kupenda jambo fulani, kama hili jambo si zuri, ni lazima usilipende, ujilazimishe, ulazimishe nafsi yangu isipende katika jambo hili, kwa sababu hili jambo si zuri. Pia vile vile bila aksi nafsi yangu kuchukia. Kwa hivyo, ili tuweze kufanikiwa, tuilazimishe tuilazimishe tu haya matamanio, ya mpende yule ambaye anatakiwa kupendwa na yamchukie. Yule ambaye hatakiwi kupendwa anatakiwa kuchukiwa. Lakini adui mwingine ni dunia. Dunia ni adui wa nafsi mkubwa sana na ndio maana leo tunaona watu wengi wanapotea kwa sababu ya dunia. Dunia mtu kaishiba dunia. Imam Shafi rahimahullah anasema, inna lillahi ibada lfitana talaku dunia wakhafu lfitana nadharu fiha falama alimu annaha laisat lihayi watana Jaaluha lujia, wa takhadhu salihal a'mali fiha sufana. Anasema Imamu Shafi, inna lillahi ibada lfitana, hakika mwenyezi Mungu subhanahu wataala ta'ala anawaja werevu waja watambuzi waja wenye akili timamu kabisa waja ambao talau dunia wa khafu fitana, wameipatalaka dunia wakaogopa fitna za dunia, wakajua kama dunia ina fitna wakaachana nayo. Nadharu fiha, waliangalia katika dunia Falamma alimu walipoona katika dunia annaha laisat lihai watwana, kwamba dunia si sehemu ya kuifanya ni makazi, si sehemu salama ambayo mtu anatakiwa aifanye ni makazi. Walichokifanya walipotambua hivyo, jaaluha luja, walifanya dunia ni kama bahari. Watakhadhu salih alamali fiha sufana, na wakafanya matendo mazuri katika bahari hiyo ni kama jahazi zinapita ndani ya bahari. Ndivyo akafanikiwa na imamu al-Hasan bin albasar anatuambia: bi'i duniaka bi akhiratika tarbahuhuma jamia wala tabi'i akhirataka bi duniaka fatakhsaruhuma jamia. Anatuambia, iuze dunia yako kwa ajili ya akhera, utapata vyote viwili, utapata dunia na utaipata akhera. Lakini usije ukathubutu kuiuza akhera yako kwa ajili ya dunia, utakosa vyote. Matokeo yako, utakosa dunia, utakosa akhera. Hayatu dunia ila mata'ul ghurur, hayakuwa maisha duniani isipokuwa ni starehe za muda tu. Kwa hivyo huyu ni adui miongoni mwa maadui wa nafsi. Ama tukiangalia, tukija katika mambo ambayo yataisaidia nafsi au yatamsaidia mtu kuweza kuirekebisha nafsi yake, jambo la kwanza kabisa, ayarifa haqiqata nafsihi, aitambue ile nafsi yake kwa uhakika kwamba ni nini. Watu wengi hawawezi kurekebisha nafsi zao kwa sababu hajui ile nafsi ni nini, hajaijua ile nafsi yake. Anatakiwa aitambue kiuhakika hasa kwamba nafsi ni nini, ni kitu gani akitambue, wa ya'rifa, na pia vile vile atambue kwamba analadaihi tatalluati wa shahawati wa, wa matwalibu kwamba hii nafsi ina mambo inapenda hii, nafsi ina mambo inatamani mambo yote matamanio yote yaliyomo katika nafsi awe anayajua kwamba nafsi hii inapenda nini na inachukia nini. Nafsi hii inapenda kula. Sawa, ndio maana Mwenyezi Mungu akatuletea funga kwamba tunafunga ili mtu kuikandamiza nafsi yake. Nafsi hii inapenda jambo fulani baya, Mwenyezi Mungu akatuletea jambo jingine zuri kwa ajili ya kuikandamiza ile nafsi. Kwa hivyo anatakiwa aitambue hii nafsi nene na mambo gani ambayo inataka inataka: moja, mbili, tatu, nne. Ajua yote ambayo anatakiwa katika nafsi na anayopendwa. Lakini pia ayarifa rabbahu baada ya kushajua nafsi na vile vile wa rabbaho, kusha nafsi, uhakika wa kuijua na kujua kwamba nini inataka nafsi, anatakiwa amtambue Mola wake subhana aliyeumba hii nafsi subhana wa taala katika akida, kwa mwanadamu tangu yupo ndani ya tumbo la mama yake, Allah subhanahu wa ta'ala anamuingizia fitra ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala tangu yupo ndani ya tumbo la mama yake, na akizaliwa anakuwa anazaliwa hali ya kuwa na fitra. Hata kama mtoto yule ataenda kumtupa sehemu porini, mwituni, hapana watu, lakini yule mtu atahisi kwamba kuna nguvu kubwa kabisa ambayo imenitengeneza mimi na ikatengeneza dunia na ikatengeneza kila kitu. Ataanza kuhangaika kuitafuta nguvu hiyo, ni nini nguvu hiyo ni nini? Kwa hivyo baadaye, kuna vitu vingine vitakavyoweza kumsaidia. Kama anatafuta elimu, atasoma, atajua kwamba kuna kitu hichi, kuna ile elimu itamfahamisha kwamba hiyo nguvu yenyewe ambayo imenitengeneza mimi na ikatengeneza kila kitu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kushamjua ukweli wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sifa zake kwamba yeye ndiye muumbaji aliyeumba kila kitu, anatakiwa ampende Allah subhanahu wa ta'ala na amtii kikwelikweli Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumpenda na kumtii, ndipo atakapotambua kwamba hii nafsi yangu inapenda nini, na hili nalopendwa nikilifanya hili nitakuwa na mwasi Allah, hao nikilifanya nitakuwa na mtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo atakapoweza kuirekebisha nafsi yake. Kama hajafanya hivyo, bado atakuwa hajaweza kuirekebisha ile nafsi yake. Kwa hivyo, tutatakiwa sisi kuirekebisha nafsi zetu Kujilazimisha katika kuirekebisha nafsi zetu ili tuweze kufanikiwa duniani na akhera. Kwa haya machache, inshallah nafikiri, Allah subhanahu wataala atujalie inshallah, tuwe ni wenye kusikiliza kwa haya na tuyafanyie kazi, ili tuweze kufanikiwa duniani na akhera. Aqul ma tasmaun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. mm.